Kwa majina anaitwa Bianca, nimezaliwa Arusha, Arusha huko ndani ndani. Simjui mama yangu wala baba, nimekuwa nikiishi na bibi yangu kwenye nyumba hata sijui ya nani. Bibi yangu hakika ni mzee mno sana, yaani tangu mdogo yeye alikuwa mzee hivyo hivyo. Maisha yetu yalikuwa magumu, tena magumu mno, yaani magumu yenyewe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 Simulizi inayokwenda kwa jina la mrembo kipofu. Songa nami mwanzo hadi mwisho upate kusisimka na mafunzo makubwa. Basi sikufanikiwa kwenda shule, yaani sikuweza kusoma. Bibi yangu alikuwa akiishi kwa kuombaomba, tena kuombaomba mtaani huku mimi akinibeba mgongoni na uzee wake wote tunazunguka mitaani na kwenye barabara kubwa. Nakumbuka siku moja ya kipindi hicho tayari ninajielewa. Nakumbuka nilikuwa kwenye umri takribani miaka sita kwenda saba. Wakati huo nilikuwa nikimshika mkono bibi, tunazunguka mabarabarani. Siku hiyo tukiwa barabarani, nakumbuka kuna mtu alikuwa akigawa hela kwa baadhi ya ombaomba waliokuwa ng'ambo ya barabara. Niliona nikiwa mbali nikamwambia bibi anisubiri, kwa kuwa yeye hakuwa na kasi ya kutembea, ndipo iliponibidi nimwachie haraka niwahi kule. Nilikimbia kwa kuwa akili yangu ilikuwa inawaza tu kupata pesa. Yaani, niliona pesa anayogawa ilikuwa ni nyingi, kwa sababu niliona hela nyekundu na mimi akili yangu ilisema pesa yenye rangi nyekundu ndo pesa kubwa kuliko zote. Sikuwaza hata kutazama barabarani, nilikatiza bila hata kutazama kulia wala kushoto. Sauti za watu wakipiga kelele zilinishtua, zilini tayari nimefika katikati ya barabara. Niligeuka nirudi nilipotoka, lakini nilikuwa nimeshachelewa tena nimechelewa mno. Nilijikuta na paa juu, watu nawaona chini. Nakumbuka nilikuwa nikiita bibi, bibi mara zote, mpaka nilipopotelewa na fahamu zangu. Sikujua nini kinafata wala kinaendelea tena. Nilikuja kuamka siku zimepita, nipo hospitalini nikipewa huduma. Kulikuwa na baba mmoja alikuwa na asili sijui ya wapi, mi niseme mzungu au Mwarabu. Kwa kipindi hicho nilikuwa najua wote wenye rangi nyeupe ni wazungu au waarabu tu. Alifurahi tena, alifurahi mno baada ya kuona nimeamka. Nilimuuliza bibi yangu yuko wapi, akaniambia ngoja anakuja sasa hivi, Yupo nje anakula, hajawahi kuondoka tangu uwe hapa. kwani hapa ni wapi? tupo Muhimbili, Dar es Salaam. Ghafla nilianza kuona giza giza kwa mbali, kila sekunde giza liliongezeka. hapo hapo nikaacha kuona tena kuona. Ghafla nikaanza kulia, namwambia baba, mimi sioni. Alishangaa, akaita madaktari. Hiyo siku ilikuwa ndo siku yangu ya mwisho kabisa kuona. Nakumbuka nilimsikia bibi akilia baada ya mimi kutoka kwenye chumba cha uchunguzi, ilisemekana natakiwa kufanyia operesheni ya macho ili kuona tena, kwenye chumba cha uchunguzi, ilisemekana natakiwa kufanyiwa operesheni ya macho ili kuona tena. Yule baba alisema atarudi Jumatatu kwa ajili ya kulipia gharama za matibabu ya operesheni ili niweze kuona. Bibi alimshukuru sana, ndipo aliondoka siku hiyo, akiwa kampatia bibi pesa kidogo za matumizi. Tulikaa hospitali karibia ya wiki, yule mtu hakurudi tena. Tulikaa zikapita wiki mbili bila yule mtu kurudi, ilibidi uongozi wa serikali uturuhusu kuondoka. Hatukuwa na nauli ya kurudi Arusha. Tulianza kuzunguka mji huo tena, mji mpya kwetu, hatukuwa hata na sehemu ya kuishi wala pesa. Bibi alienda stendi, huku kanishika kuomba walao watu watusaidie tuweze kufika Arusha, lakini hakuna aliyetuelewa. Kila gari tulikuwa tukifukuzwa. Ilibidi tuweke makazi stendi ya hapo hapo. Bibi aliniambia atatafuta pesa ili tuweze kurudi Arusha sababu kule tuna nyumba yetu. Tulianza maisha mapya kabisa ndani ya jiji la Dar es Salaam, tunalala stendi, tunashinda mtaani tukiombaomba tukiombaomba. Badala nimwongoze bibi, yeye alikuwa akiniongoza mimi. Pesa tuliyopata ilikuwa ya kula tu, tena kula kwenyewe sio hata kwa maana sio kwa maana sana nakumbuka siku moja nikiwa binti sasa karibu miaka 15 ilikuwa usiku tumelala wakati huu tulikuwa tumehama kulala stendi yaani katika hangaika hangaika tulikutana na watu wengine ambao hawana makazi tulibebana wakatupeleka sehemu ambayo hutumia wao kulala ni nje ya godauni lililokuwa halifanyi kazi kwa kipindi hicho. Siku hiyo ulikuwa usiku mbaya sana tena mno kwetu. Ni siku ambayo mimi nilibakwa, baada ya wavulana kuvamia wakihitaji pesa kutoka kwa ombaomba wote tuliokuwa pale. Mwisho walichagua kuniharibu wakaondoka. Hakika nililia mno kwa kufanyiwa vile. Kuna muda nilitamani hata kufa tu. Tunapitia maisha magumu, lakini bado hatuonekani hata na Mungu. Nililia sana. Bibi alijikuta mpaka presha inapanda, walimchukua wale wenzetu wakampeleka hospitalini. Alitoka baada ya siku mbili. Baada ya siku mbili ilibidi tuhame makazi kuishi hapo kuna mama mmoja, yeye tulikuwa tukiombaomba naye. Baada ya kusikia kilichonipata, baada ya kusikia kilichonipata, alimwambia bibi twende tukaishi kwake, yeye ana nyumba ya urithi. Bibi hakupinga, tukaanza kulala walau kwenye bati. Baada ya miaka mingi kupita, asubuhi kama kawaida, tukaingia barabarani kuombaomba. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii nzuri, simulizi tamu iliyo na masikitisho ndani yake. Je, nini kitaendelea baada ya kuhama kwa mama huyu ombaomba -omba. mwenye nyumba ya ulisi? langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapahapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwaheri.